Msanii wa Bongo Fleva kutoka nchini Tanzania, Diamond Platnumz ameweza kutangaza mpango wa kuweza kufanya kolabo na gwiji wa muziki kutoka Uganda, Jose Chameleone. Akitumbuiza kwenye steji ya tamasha la Coffee Marathon Concert nchini Uganda, Diamond Platnumz ameleza kuvutiwa kwake na Chameleone na kufichua kwamba kwa sasa ana dhamira ya kuhakikisha naweza kufanya kazi ya pamoja mwaka huu. So, kwa mujibu wa yeye, yeah, yeah, mwaka huu nataka kuhakikisha nafanya wimbo na Jose Chameleone, kutoka kipande chochote ambacho endelea kwamba Jose Chameleone alikuwa anaumwa na alikuwa yupo dhohofu, ili hali tahaban lakini sasa hivi ni kama vile mshikaji yuko sawa. Sasa hata baada ya kuweza kupona tu na kuweza kurejea nchini kwake Uganda siku za hivi karibuni, alikaa tu muda mchache na kuweza kufika Bongo na kuweza kutembelea baadhi ya mastaa tofauti tofauti. Alifika Bongo na baadaye sasa kuweza kurudi. Kwa stori ambazo pia zilikuwepo hapo siku za nyuma ni kwamba Jose Chameleone yeye aliambiwa na madaktari ili aweze pombe sasa, aache kunywa pombe then ndo ataweza kuwa sawa. Kwa upande wa Damo Platnumz sasa hivi amefunguka kwamba anatamani kufanya kazi pamoja na Jose Chameleone, baada ya harakati za kipindi hicho anapoumwa e, Chameleone kuweza kushindikana, baada ya Jose Chameleone kuonekana alikuwa anaumwa vibaya vibaya. So tupe mtazamo wako, kwa mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? Subscribe kwa taarifa kadha kadha, chao chao.